Mwanadada Mange Kimambi ameshindikana, na hii ni baada ya kumlipua Nabii ama unaweza kusema Kuhani Musa. Na siku za nyuma ilikuwa ni siku moja kabla aliweza kuposti hapa posti ambayo ilikuwa inaonyesha Nabii huyu, picha hiyo ambayo aliwekea caption ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: Kuhani Musa achafua hali ya hewa. Alafu kwenye caption akaandika hivi, Da I say kuliko kusali kwa watu kama hawa ni bora mwe mnasali majumbani, huyu baba hapana. Kwa habari kamili na ushahidi ni wakute kwenye app na kwenye subscription channel yangu ya Instagram. Hiyo ilikuwa ni siku moja before, yani siku moja nyuma. Sasa mapema hivi leo iliweza kuibuka moja kati ya video ambayo ilimuonyesha Kuhani Nabii huyu Musa akiwa anasema kwamba kuna watu wametumwa kumchafua. Watu hao walimpigia simu majira usiku, wakamwambia kwamba tunaongea na Kuhani Musa. Akasema ndio mimi ni Kuhani Musa. Wakasema sasa tumelipwa shilingi milioni thelathini ya kitanzania ili tukuchafue, sasa tunaomba kukutana ili tukikutana utupe milioni hamsini alafu tusikuchafue. Jana mtu mmoja akanipigia simu yes, nikiwa kwenye maombi nikapokea. Mimi nikizani napokea simu ya muumini ambapo labda ana shida ama ana jambo la kimaombi anataka kunishirikisha amen. Nilipopokea ile simu jamaa, yes. mmoja akaniambia wewe ni kuhani Musa? nikamwambia ndio. Hapo asema, ninataka nikupe taarifa tumelipwa milioni thelathini tukuchafue tulibomoe kanisa lako, kwa hiyo tunaomba kama tunaweza kukutana na wewe jioni, ili kama utatulipa milioni hamsini sisi hatutafanya kitu chochote, kutengeneza na kusambaza kwenye mitandao. yes. Nikawaambia mimi ninajenga kanisa. oh, oh. Hey. na kama Mungu anaishie milele sawa, amekusudia niubiriwe nikuwe kwa kwa mabaya, mm. Fanyeni chochote mnachotaka, kwa sababu mimi ni, ni msafi mbele za Bwana amen. Asema upo kanisani, tuna watu ambao wengi ni wasaidizi wako, na wenyewe tunao. oh Yes. kwenye kikosi, nikawaambia mkipenda hata kuwabeba wabebeni eee. Sina hata senti moja ya kuwaonga wajinga, amina, yes. Yesu alishanipa habari mimi, na wasiwasi gani hapo hapo? Wewe kama ni Yesu alikuleta, utaka kama ni sasa baada ya hayo yote, Mange Kimambi akarudi tena katika peji yake ya Instagram akaposti hiyo klip ambayo ilimuonesha nabii huyu Kohani Musa akiongea maneno haya kwamba kuna watu walitumwa wamchafue na vitu kama hivyo, wakampigia simu. Sasa baada ya Mange Kimambi kuposti, ngoja nikusomee kile ambacho alikiandika. Baada ya kuposti video hii Mange Kimambi aliweza kuandika caption hivi, ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Sasa kwani Musa anadai mimi namchafua kwa ile posti ya jana? Au ni posti hapa public hiyo posti, ili wananchi mwamue kama namchafua kweli au vipi. Yaani wananchi muimalize hii kesi kwanza. Toka jana waliolipia wananiambia nilete habari huku kwenye public, sababu ni habari yenye maslahi ya kitaifa ni Upare tu wa kupenda hela, umefanya sijaileta, ila hivi navyoongea ananitibua. Anajifanya victim wakati yeye ndo ibilisi, ana victimize wanawake. Haya, hiyo caption inaweza kuandika hivyo mwanadada huyu Mangekimambi. Lakini baada ya hapo akaja akatibua, sasa Mangekimambi yaani akaleta posti yenyewe, hiyo posti yenyewe ilikuwa ina peji kama nane. Yani, moja mbili, tatu nne, tano sita, saba nane. Lakini aliambatanisha na clips pamoja na picha ambazo zilikuwa zinamuonyesha nabii huyo akiwa na mwanamke fulani. Sasa ngoja nikusomee kile ambacho alikiandika Mange Kimambi kupitia apu yake. Baada ya kuposti hizi screenshot, Mange Kimambi aliweza kuandika ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo, mina nukuu tu. Habari ya Kuhan Musa niliyoposti jana kwenye app na subscription channel ni hii hapa na imekuja hapa only because wasomaji wameomba ije kwenye public sababu ina public interest. Alafu akaendelea kusema ya kwamba badala awaambie waumini wake kuwa yeye hana tofauti na waume zao waliowaacha nyumbani na kwamba kawazidi dhambi hata wanaume zao, anadai eti anachafuliwa ka Okay. Akaendelea kusema hivi, mwanadada huyu Mange Kimambi. Kuhani anazini mpaka anadaiwa child support milioni moja point mbili kila mwezi, sadaka za waumini zinalipia uzinzi. Akaendelea kusema kwamba na nanyie wanawake fanyeni maombi kwenye nyumba zenu, mnaenda kusali kwa wanaume wana dhambi kuliko hata waume zenu mliowacha nyumbani na mtu au sexual fetish za hatari hivi. Akaendelea kusema kwamba yani kwani hakojoi huyu mpaka akifanyiwa ukatili mapenzi ya si sijui ni nini, hataki hata kusikia. Afu akawa mention police Tanzania. Mwanadada huyu Magakimambi akaendelea kusema kwamba huyu baba anyang'anywe silaha, atakuja kuua mtu kwenye mzagamuo. Tumewaambia mapema, kuna siku atakojua mkojo mzito wa kutetemesha mwili, then atabinya trigger, bahati mbaya haya hivyo ndivyo alivyoweza kuandika mwana dada huyu Mange Kimambi, lakini hizi hapa screenshot, ngoja ni kuoneshe. Hizi hapa screenshot ya kwanza ndio hii hapo, jinsi kama unavyoiona. Lakini screenshot hizo zilikuwa zina habari ndefu kidogo, ngoja nikusomee haraka haraka. Screenshot ya kwanza ilionyesha picha afu akawa anasema ya kwamba Kuhani Musa haya jamani, sijui naanzia wapi stori ya huyu Kuhani Musa. Huyu baba ni famous, na yeye kama kina Mwamposa anatabia mbaya mpaka kumzidi Mwamposa. Huyu baba alishawaga zamani, mke akakimbia nje ya nchi ili kuokoa maisha yake sababu ya abuse. Akiendelea kusema hivi mwanadada Umangekemambi, sasa huyu baba alikutana na mdada a few years back, mahusiano yao yalianza kwa kumbaka, alimbaka kwa bastola kichwani Yaani ni hivi, huyu baba hawezi kulala na mwanamke kikawaida, yaani hapandishi mzuka mpaka akuwekee bastola kichwani au panga shingoni, ndio anaweza kufanya mapenzi. Akaendelea kusema kwamba then awe ever rafu havui hata nguo, anafungua tu zipo. Alafu Mange Kimambi akaendelea kusema ya kwamba dada akapata mimba from that first encounter. Dada akamtafuta, anamwambia nina mimba, nina mimba yako kuhani. Kuhani anamwambia ayatoe mwanamke akagoma kutoa mimba. Basi kipindi chote cha mimba, wanaendelea kukutana kimwili kwa bastola kichwani. Baada ya mtoto kuzaliwa, wazazi wa yule binti wakamwita pasta kutaka amue binti yao, ila binti mpaka pale alishakuwa kachoka na maisha hayo. Haya peji nyingine, mwanadada alikuwa anaendelea kusema ya kwamba afu yule binti akamwita pasta kutaka amue binti yao, ila binti mpaka pale alishakuwa akachoka na maisha ya kuwekewa bastola kila siku kufanyiwa kile kitendo, pasta aligoma kuoa na hata kutoa huduma, akapotea kabisa, ndo binti kuanza kuhangaika kwenye vitengo tofauti ili apate huduma ya mtoto. Ile kudai huduma za mtoto, ndo kuhani akaanza kumtishia atamua, la sivyo aondoke nchini kama, kama mke wake mwanzo, sababu anamwharibia imeji yake. Baada ya hapo binti akaona aende mahakamani kudai matunzo ya mtoto. Ndio document hizo kudai matunzo ya mtoto, mwisho mahakama ikaamuru kuhani alipe child support ya shilingi milioni moja point mbili kila mwezi na alipe school fees za mtoto kama mnavyoona. Baada hapo, screenshot zenyewe ni hizi hapa jinsi kama unavyoziona ameweza kuposti Mange Kimambi kupitia peji yake ya Instagram. Hizi hapa screenshot jinsi kama unavyoziona mwishoni akamaliza na kuweka picha yake. Sasa kuna hapa klipu pia aliweka, unaweza ukitazama Mange Kimambi klipu hii ambayo ilikuwa inamuonyesha nabii huyu ama kuhani Musa akiendesha gari, lakini yuko na mwanamke huyu, wa mwanamke akiendelea kumsnap na vitu kama hivyo, unaweza ukitazama sasa. Mengi na hisia za watu wengi zimeendelea kuibuka kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na hili hapa swala. Watu wengi walikuwa wanaona, wana comment sana wakisema kwamba Mange Kimambi ashikiki na vitu kama hivyo. Sasa mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi, hapa ni Blue House Dax Media. Unazungumzaje ile paswala kwa upande wako? Endelea kusubscribe.